Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Watukufu Islam, tukiwa tunaendelea na darsa zetu za Qur'an tafsiri, na leo hii tunaendelea katika sura ambayo tumeanza nayo suratul Baqara, na leo tunaendelea aya ya kumi na sita, lakini kabla ya kuendelea, darsa iliyotangulia tulimalizia aya ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, baada ya kutueleza ya kwamba hawa watu wanafiki wanapokutana na waumini hudhihirisha kwa maneno yao ya kwamba wao ni waumini, wakisawasawa, wanaamini pamoja na wale waumini, lakini wanaporudi faragha zao, wakiwa pamoja na viongozi wao waasi, wa wenzao makafiri wenzao basi husema, sisi tuko pamoja na nyinyi. Wale waumini tunawafanyia shere shere, kwa maana istihzai, tunawafanyia uongo, tunawadanganya tu wale. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya ya kumi na sita anasema: ulaika, hao wenye kusifikana na sifa hizo. Sifa zipi hizo tulizozitaja kwa aya iliyotangulia ulaika hawa wenye kusifikana na sifa hizo, aladhina ndiyo ambao ishtarau dalalata, wamechagua upotovu, bilhuda, kwa kuacha uongofu. Ulaika hawa waliosifikana na sifa hizo, aladhina ndiyo ambao ishtarau dalalata, wamechagua upotovu bilhuda wakauacha uongofu. fama rabihat tijaratuhum, basi haikuwapatia faida biashara yao. fama rabihat tijaratuhum, basi haikuwapatia faida biashara yao, huo mchezo wao, hii hayo mambo yao wanayoyafanya hayajazaa faida yoyote, na hayana faida zaidi ya hasara. Allah anasema, wama kanu muhtadin, na hawakuwa ni wenye kuongoka. Huo sio uongofu. wama kanu muhtadin, na hawakuwa ni wenye kuongoka. Mathaluhum, mfano wa watu hao. Mathaluhum, mfano wao hao. kamathali ladhi ni, kama mfano yule ambaye, istaukada nara, aliyekoka moto, aliyewasha moto falamma fa adaat, pindi ulipomwangazia ma haulahu, kando yake pembezoni mwake. Dhahaba Allahu binurihim, akaiondosha Mwenyezi Mungu nuru yao. Watarakahum fi dhulumatin, na akawaacha katika giza la yubsiruun hawaoni. Allah anasema mathaluhum, mfano watu hao, kamathali ladhi ni kama mfano yule ambaye, istauqada nara, amekoka ame moto amewasha moto akauchochea moto eh, istauqada nara, ameukoka moto. Falamma adaat ma haulahu, pindi ulipoangaza pembezoni mwake Qur'ani eh, inakwenda kwa mifano, alafu inataka tafakari, Allah anakusudia nini? Tutasema kwa mukhtasar nini anakusudia Mwenyezi Mungu. falamma adhaat ma haulahu, pindi ulipoangaza pembezoni mwake. dhahaba llahu binurihim, akaondosha Mwenyezi Mungu nuru yao. watarakahum fi dhulumati, na akawaacha katika kiza la. Yubsiruna, hawaoni. Hapo Mwenyezi Mungu anamaanisha kwamba Mfano wa watu kama hawa ambao wamehiari wakachagua upotovu wakauacha uongofu, mfano wa watu hawa ambao wamejichagulia eh, maangamizo, biashara yao hiyo haijazaa faida. Mfano wao ni kama mtu ambaye ameandaa koni zake, akachukua moto, akawasha, akakoka ule moto. Baada ya kuwasha ule moto ukatoa mwangaza pale, ikawa pana, pana, pana, pana nuru pale, pana angaza pale, anaona, lakini punde tu tayari kashapata tamaa ya kuona ndani ya kiza, mara tu pap, ule moto ukazima. Vipi atakuwa mtu ambaye yupo ndani ya mwangaza, alafu ghafla moto ukamwondokea, ule mwangaza ukamwondokea? Hebu vuta picha wewe, umekaa mahala pana kiza sana, umepata mwangaza, umeshawasha moto tayari panamurika pote pale, lakini baada ya muda, baada ya muda, ule moto umeondoka, ume, alafu kiza kimebakia, kiza kikubwa. Allah ndo, Allah watarakahum fi dhulumatin, watarakahum fi dhulumatin, akawwacha katika kiza, akawacha katika kiza, akawacha katika kiza. Fahum la yubsirun, wakawa hawaoni. Basi mfano huo, wakawa hawaoni tena kwenye kiza kile ndo mfano watu hao. Nuru ni ule Uislamu, tayari ushawaangazia upo nao, lakini baada ya muda wakachagua wao upotovu, wakakhiari kufuata eh, eh, upotovu. Basi hao Allah amewafananisha na watu ambao tayari nuru ishawaangazia mwangaza, upopote wanaona huku na kule Eh, hata kilichojificha anakiona kwa sababu ya mwangaza, lakini mara mwangaza ule ukatoweka, vipi? Watakuwa watakuwa hawaoni, watapotea, watagonga mawe, watapotaanguka. Eh, wakishakuanguka habari itakayobakia pale itakuwa ni maumivu. Huo ndo mfano wao, maanake nuru ameshaikosa. Hawa ni, ni motoni tu, hawaoni tena haki. Ndo maana Allah akamalizia na aya ambayo tutasimamia katika aya ya 18 leo, summun ni viziwi hawasikii haqi. Bukumun ni eh, bukumun ni mabubu hawaisemi haki. Umuyun ni vipofu hawaioni haqi. Fa hum la yarjicuna, na wao hawarejei. Kwa hiyo tukufu Islamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.